Ujambo mtazamaji wa Mako TV na karibu. Leo ni tarehe moja ya mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Na leo kama mnavyoona hapa hizi ni baadhi ya mahindi yetu ambayo yameota kwa sasa hivi kama mnavyoona na tumeshafanya weed control. Weeding tayari tushafanya hapa. Hapa tumetumia mechanical. Yaani, tumetumia jembe la mkono kusafisha hapa ama control weed. Do hapa mvua bado ina changamoto, hainyeshi. Kama unavyoona, baadhi ya mahindi yameshaanza kuonyesha hali tofauti. Hii ni ukosefu wa maji, so we expect, kama mvua kama ikinyesha, kama unavyoona hapo, kuna wingu kali, kuna hali ya kutaka kunyesha kwa mvua. So kama ikinyesha itakuwa ni vizuri kwa upande wetu, so this is it. Ujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Shambani hapa tupo shamba one. Na hii ni heka ya pili ambapo hapa tuna control magugu na mbinu ambayo tunaitumia hapa ya weed control ni mechanical weed control. Kama unavyoona hapa kuna watu ambao wanatusaidia kufanya kazi hiyo, hapo wanapalilia kwa kutumia majembe. so this is it. Na leo ni tarehe moja ya mwezi wa kumi na mbili so wameshamaliza kwenye upande wa heka ya kwanza kwenye hapa hii session ya shamba one but kuna baadhi ya mistari tumemalizia kufanya backfilling, kama ninavyokuambia kwamba kuna mchakato wa kufanya back space au backfilling, kwamba unarudishia sehemu ambapo mahindi hayajaota ama mazao hayajaota. So inakubidi kufanya hivyo, na haswa wakati ambapo mazao yako unakuta ni madogo, na kama unavyoona hapa so kufanya hivi inatusaidia kwamba hakuna distinction kubwa kati ya zao na zao. So kama unavyoona hapa, baadhi ya mazao pia yameanza baadhi ya mahindi yameanza kuota kwenye space baada ya, ya hata, hata mashamba. So, kwa sababu tuna nguvu kazi ndogo tutumie chemical method ya, ya weed control. Na tunatarajia kufanya hivyo kwenye sehemu ya shamba tu na shamba 3 kwa sababu hao watu watakuja ku catch up ili kwenda kwenda na wakati. Unajua, unapokuwa unachelewa ku control magugu, ndio unavyoongeza chance ya kupoteza kwenye shamba lako, yaani productivity pia itapungua kwa sababu ya magugu. But kama unavyoona hapa, shamba ambalo limepaliliwa vizuri linakuwa na view nzuri kabisa, na unaona mistari kabisa, unaanza kuiona kwamba pale haya ya ni mahindi uh, uh, germination ama yameota kwa ufanisi gani, unakuwa unaona kabisa, so let me show you.